Yes, mwana sawasawa, niko na habari kutokea e, bwana huko Moscow sasa e, mpango wa upande mmoja wa kuweza kusitisha mapigano nchini Ukraine ambao pia uliweza kutangazwa na Urusi umeanza kutekelezwa muda mfupi baada ya saa sita usiku. Ikumbuka kwamba walishatangaza kuwa e, kuna baadhi ya siku au baadhi ya tarehe pia e, machafuko hayo ya Ukraine au vita hiyo itaweza kutulia kidogo. Sasa kwa kutekelezwa kwa muda mfupi mara baada ya saa sita usiku, mapigano hayo sasa, usitishaji huu mapigano kwa saa 72 unatarajiwa kudumu hadi saa sita usiku eh, siku ya Jumamosi eh, kuamkia Jumapili. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia aliweza kutangaza kusitisha eh, kwa mapigano hayo huku eh, kwenda sambamba kabisa na maadhimisho ya kila mwaka ya Urusi pamoja eh, ya siku ya ushindi eh, mnamo Mei 9 ambapo ni kumbukumbu -kumbu ya kuweza eh, eh, kumalizika kwa vita ya pili au vita ya pili kuu ya dunia ambayo iliweza kutokea sasa E, e, siku ya Jumamosi hadi kuamkia siku ya Jumapili hakutakuwa kuona machafuko na hii ni mara baada ya kuweza kutaka kuadhimisha e, vita ya pili ya dunia ambayo ilikwisha kutokea hapo nyuma. So machafuko yatakuwa yamesimama kwa e, saa sabini na mbili ambazo zitakuwa, e, zimefuata. Hivi yapi maoni yako kuhusiana na masuala ya vita kama hivi kwamba yani, kwa kwamba kila mmoja amekaa kwa amani kabisa kutokana na serikali yetu kutokuwa na machafuko pia kutokea nchi jirani au kutokea nchi yoyote. E, maombi yako ni makubwa zaidi hasa kuweza kuiombea e, Ukraine pamoja na Urusi e, ziweze kusitisha mapigano hayo kwa sababu vita sio nzuri, hakuna mbaya anakuwa anaipenda vita. Sisi kama Sawa Sawa Digital tunaweza kuombea vita hivi iweze e, kusimama. Kwa masaa sabini na mbili tu isiwe hayo tu lakini pia iweze kuachika kabisa vita hiyo kwa baina ya Urusi pamoja na e, Ukraine. Licha ya Trump kuweza kuingilia e, kumekuwa kuna vitu foto ambavyo vinakuwa vinatokea eh, kutokana na machafuko hayo. Yapi maoni yako? Drop comment yako hapo, utakuwa umetisha kinoma noma. Like, share, subscribe, utakuwa umefanya poa zaidi. Habari kiganjani mwako na sisi ni Sawasawa Digital.